Vikosi vya Urusi vimetangaza rasmi kudhibiti kijiji cha Pleshcheyevka kilichoko katika eneo la Donetsk People's Republic dpr Hatua hii inachukuliwa kuwa sehemu ya mwendelezo wa ushindi mdogo mdogo ambao Urusi imekuwa ikiorodhesha katika wiki na miezi ya hivi karibuni, ikijipenyeza ndani ya maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa Ukraine. Kwa mujibu wa ripoti za Sputnik Africa, jeshi la Urusi limekuwa likiimarisha kasi ya mashambulizi katika Donbas, ikitumia vikosi vya ardhini, makombora ya masafa marefu na mashambulizi ya anga. Miji midogo na vijiji kadhaa vimekuwa vikidhibitiwa na Urusi hatua kwa hatua, hali inayodhihirisha nia ya Moscow ya, ya kuimarisha udhibiti wake katika ukanda huu unaoendelea kuwa kiini cha vita. Hata hivyo, wakati Urusi ikitangaza mafanikio, upande wa Ukraine nao unaendelea na mashambulizi ya kujibu kwa kutumia teknolojia ya drones. Usiku wa kuamkia leo, kijiji cha Zhelezny Port kilichoko katika mkoa wa Kherson kilishambuliwa na drones zilizodaiwa kurushwa na vikosi vya Ukraine. Kwa mujibu wa gavana wa Kherson Vladimir Saldo, raia wawili waliokuwa wamehifadhiwa katika makao ya muda kwa ajili ya wakimbizi waliuawa. Waliofariki ni mwanamume mwenye umri wa miaka 66 na, na mwanamke mwenye umri wa miaka 65. Aidha, makazi ya raia katika kijiji hicho yaliharibiwa vibaya na shambulizi hilo. Mashambulizi ya pande zote mbili yanaendelea kuwalenga na kuathiri raia. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya mamilioni ya watu wameyakimbia makazi yao tangu vita kwanza Februari mwaka 2022, huku maeneo ya Donbas na Kherson yakibaki kuwa kati ya maeneo yenye majeruhi na uharibifu mkubwa zaidi. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yanaonya kuwa hali hii ya kurudiwa kwa mashambulizi makali yanazidisha mgogoro ya ya wa kibinadamu, kwani raia wameendelea kuwa wahanga wakuu wa mapambano ya kijeshi. Ushindi wa Urusi katika Pleshcheyevka unatajwa na wachambuzi kama sehemu ya mkakati mpana wa Moscow wa kuimarisha udhibiti wake katika Donbas na Luhansk, maeneo ambayo tayari yalitangaza kuunganishwa na Urusi mwaka 2022. Kwa upande mwingine, Ukraine imekuwa ikipokea msaada mkubwa wa kijeshi kutoka mataifa ya magharibi hasa Marekani na Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, makombora na mafunzo ya kijeshi. Mashambulizi ya drones katika maeneo ya Urusi na yale yaliyokaliwa yanachukuliwa kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Kiev wa kuonyesha kuwa bado ina uwezo wa kushambulia licha ya kupoteza baadhi ya maeneo ya ardhi. Hali ya vita kati ya Urusi na Ukraini inaendelea kubadilika kila siku, huku kila pande ukitangaza ushindi wake, lakini gharama kubwa ikibebwa na raia wasio na hatia. Kukamatwa kwa kijiji cha Pleshcheyevka na mauaji ya raia wawili katika Kherson ni mfano wa jinsi vita hivi vinavyoendelea kusogea bila ishara wazi ya kusitishwa kwa haraka.